<laughs> Well guys, huyu ni Zuchu akiwa anacheza na paka wake. Yani Zuchu anampenda kipaka chake hiki kizuri, lakini sijui kwa nini akina mkia. Okay, ok e, kwanza tuangalie hapa, hii outfit aliyovaa Zuchu, unamwona kipaka chake kiko chini pale, kinataka kuwa pated mpaka si unajua wanapenda kushikwashikwa nini, yani wanapenda kuwa karibu na binadamu. guys how much do you binadamu guys how much do you rate Zuchu's outfit? Unairati namba ngapi? She looked nice by the way, kava blue fulani hivi yeah, ya chini sijui kava nini uko ndani I don't know, lakini by the way she is looking pretty gorgeous as always and well this video, mana it's all about Zuchu akiwa ana have a good moment good time, akiwa na pet wake nini, eh, anamshikashika like akiwa na have a moment with herself and the pet, of course. Na hapa sijui alikuwa katoka na nani jamani, ah, okay, alikuwa na head studio, and she's back again with the cat Ok, tumsikilizeni hapa, alikuwa anaongea nini na paka wake. <laughs> Haya, Movie and Snacks Maziwa natenda unavipeleka wapi? Zuchu mdauu, jamani! <laughs> okay. ka-, ka kawaida hapo, kana ruhusu eh, kana ruhusu kozakipeke yake mwenyewe, mambo ya udi udi, nyumba inukie, nyumba mwanamke inatakiwa inukie, ifukizwe, inukie.